Makosa ni nini? Ulifanya nini? Ulikuja Mombasa lini? Wewe <coughs> ni kabila gani? Nyumbani ni wapi? Nyumbani tuwarudishie, apande. Sasa mpee karatasi aandike, ndio tumuelewe. Ameandika. Aliba, aliba buzi mbili na nini ee? <tri> mganga anaitwa nani alifanya hii kijana? Nani... Kumbe nijue hiyo hivi vitu zinakuwanga ukweli? Nataka nijue hiyo mtu amefanya maneno nimtembelea hata Nairobi. Mimi huyu Nairobi.